Unajua, Mheshimiwa Makamu wa Rais, nimeona niwaite mm. hawa we, wewe pamoja na hawa wenzetu wa TAMISEMI mm. kwa ishu moja tu mm. unajua, pamekuwa na na maagizo mengi mengi mm. na maagizo haya mengine actually yana mm yanakuwa na mwelekeo wa kuchonganisha serikali na wananchi wake. Najua kwa bahati nzuri, tuliozunguka kuomba kura za wananchi ni mimi na wewe, pamoja na waheshimiwa wabunge wa Kinajafu. hao ndio wanajua hali halisi shida za wananchi. Mm -hmm. Sina uhakika kama wapo wengine zaidi ya sisi tunaojua shida za wananchi. Wewe ulipozunguka maeneo yako yote, wakati ukiomba kura, ulipata malalamiko ya kila maeneo. Mm -hmm. Mimi nilipozunguka maeneo yote nilipata malalamiko mm -hmm. ya kila maeneo na ya wananchi na kero zao. Waheshimiwa wabunge walipozunguka maeneo yote yeah maeneo yao yaliyokuwa mm. yanawahusu walipata malalamiko ya wananchi na wakaahidi kwamba watayatatua kwa njia fulani fulani. mm. Waheshimiwa madiwani nao walizunguka mm. na ndio maana Watanzania wakakaa wakaamini, mm. kwa yale tuliyokuwa tunayazungumza kwa wananchi kwamba tutayatatua. mm. na nafikiri hayo ndio matumaini yao wananchi. mm. Sasa kwa hali inavyoelekea kwa sasa hivi, pameanza kuwa panajitokeza amri za ajabu ajabu, mm -hmm. Hasa zinazotolewa na, na viongozi ambao tuliwaamini kwamba watatekeleza yale tuliyowaambia wakatekeleze mm -hmm. Na swala moja ambalo limeniudhi kidogo ni hili swala la machinga mm -hmm. <coughs> Mimi na wewe tulizungumza kwamba tutatengeneza mazingira mazuri kwa wamachinga. Ndio. watafutiwe maeneo Mbea. ya kufanyia biashara zao kwa utaratibu ulio mzuri, na mimi nafahamu kabisa huwaspendi wamachinga wafanye kazi kwenye road reserve na hili nimekuwa nikizungumza tangu nikiwa waziri wa ujenzi, hmm. Lakini katika maeneo mengi especially nilipokuwa Mwanza hmm. Nilipata malalamiko haya hmm. Na nikazungumza mkutano hadharani hmm. Kwamba wamachinga hawa ndio waliotupa kura sisi hmm. Wakatuweka madarakani hmm. Lakini hakuna sheria katika nchi hii inayosema mtu wa biashara ndogo ndogo au machinga hatakiwi kukaa katikati ya mji mm. Tukianza kwenda kwenye utaratibu hiyo, mm. mm. wa namna hiyo, maana yake tumeanza kutengeneza magrupu ya Watanzania mm. kwamba kuna Watanzania fulani ambao ni klasi fulani wanatakiwa kukaa katikati ya mji mm. na Watanzania wa, wa klasi fulani hawatakiwi kukaa katikati ya mji huo si mwelekezo wetu na wala ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo mimi na wewe tulipita kukinadi. Hakuna mahali popote panazungumza kwamba tunatengeneza klasi za watu wanaostahili kukaa mjini na wengine hawastahili kukaa mjini. Sasa nimeona hili nilirudie kulizungumza, na nataka nilizungumze hii mara ya mwisho, sitarudia tena kuzungumza Pamekuwa na tabia ya wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi kufukuza fukuza tu watu wa machinga ndio walioko mjini bila utaratibu. Ishu imejitokeza Mwanza, na nawapongeza sana wamachinga, hawakufanya fujo, wametulia. Nilizungumza kwenye mkutano wa Biafra hadharani kwamba hawa wa machinga msiwatoe m mm -hmm. Kama mnatengeneza mazingira mtengeneze mazingira mazuri ya kufanya biashara zao mm -hmm. Ili wasizagae zagae, zagae. Mm -hmm. Na nilitoa mfano mnaweza hata mkafunga barabara kwa sababu barabara hili limetengenezwa na fedha za Watanzania mm -hmm. Mkafunga barabara katikati ya mjini mkasema hii ndio itakuwa eneo la machinga kufanya biashara mm -hmm. Wa Ndiyo. Zayi. Lakini utaratibu sasa hivi umekuwa ondokeni, mjini, nendeni kiroleni, mm. nendeni sijui wapi. Wanakoenda kule wala hawajawatengenezea mazingira mazuri ya kwenda kufanya biashara kule mm. Lakini hata katika taratibu za kawaida mtu anafanyaga <coughs> palikuwa na wakina mama wakinamama, siku moja walikuwa nalalamika pale, wanatolewa kule feri, wanafanya biashara ya samaki mm. Unampeleka sijui wapi, atauzaje samaki yake? Ndio maana nimemuita naibu waziri wa Tamisemi na katibu mkuu wa Tamisemi wawaeleze wote wanao wanaowaongoza wasiwabugudhi wa machinga, wala hawakupenda wao kuwa wa machinga, ni kama ambavyo wao hawakupenda, kwa sababu wala hawakuniuliza nilipokuwa nikiwateua katika nafasi zao wakitaka kumhamisha machinga kwenda eneo moja au lingine, wazungumze nao kwa utaratibu mzuri na wanako wapeleka liwe ni eneo kweli litakalo wasaidia wa machinga kufanya biashara kwenye soko. Kwenye soko ambapo wao watafaidika na wao kufanya biashara, lakini si kutum... polisi wanatumika vibaya wazungumze nao wamachinga kwamba jamani, tumeshatengeneza eneo hili nendeni, hapa nendeni mfanyie biashara wa hapa. Wamachinga watafanya watakubali, lakini si kila siku mtu nawafukuza, unapowapelekea wala hujatengeneza mazingira ya kuwafanya wakafanya biashara. It can't be. Sasa ndio maana nimemuita naibu waziri, katibu mkuu, kama kuna mkuu wa mkoa DC au mkurugenzi anayeona maelekezo yangu haya hakubaliani ya nayo aache kazi. Sisi ndio tunajua shida za wamachinga, sio wao. Makamu wa Rais anafahamu kwa sababu alizunguka akaona. Ni lazima tujipange tutengeneze mazingira mazuri tunapokuwa na wafanyakazi hewa serikalini zaidi ya 19 elfu, tunapokuwa na wanafunzi hewa zaidi ya 65 elfu, tunapokuwa na mishahara hewa na kadhalika, wajue wasishangae kuona tuna wamachinga wengi katika nchi hii, tuliwatengeneza sisi. Ni lazima tuwatengenezee mazingira mazuri ya kuweza kufanya biashara yao na kuishi. Sasa ndio maana nimewaita nenye viongozi wa Tamisemi, kawaelezeni wawaache wamachinga wafanye biashara maeneo yao, wawatengeneze mazingira mazuri. Lakini nitoe wito kwa wamachinga kwamba amri yangu hii isije sasa ikawa ndiyo chanzo cha wao kufanya biashara kila mahali na kujenga mabanda kila mahali. Wanapofanya biashara katika maeneo fulani, wasijenge mabanda, kwa sababu pia yanachafua mandhari ya miji yetu. Inakuwa kila kila mahali pamejaa mabanda ya ovyo ovyo lakini mimi nakubaliana na, na wao kabisa wa machinga kwamba wana haki ya kufanya biashara katikati ya miji, kwa sababu katika miji hii si machinga, si mtu wa hali ya juu, si mtu wa hali ya chini, ana haki ya kuishi. Na watendaji niliowapa mamlaka ya kunisaidia wakatekeleze maagizo yangu, wasikwepe maagizo yangu na wala wakayafanya vinginevyo bila konsandi yangu. Nilitegemea uongozi wa mkoa wa Mwanza kwa vile nilizungumza hadharani, wangekuja wakanieleza kwamba tumepanga utaratibu huu.